Naomba tumpige makofi alaye moja mani, mganga wetu mkuu wa mkoa. Nakushukuru sana. Akina mama walikuwa naumwa. Tumekamilisha idadi ya watu elfu kumi na tatu ambao wamepata dawa na matibabu bure kurudi nyumbani. Hawa ni watu ambao hawakuwa na hela kabisa na wengine walikuwa hawana matumaini watapata wapi matibabu. Zoezi hili amelifanya kwa weledi mkubwa. Mimi nilikuwa natoa tu maelekezo, lakini yeye alihakikisha halali tumepata madaktari kutoka nchi nzima, na tumepata dawa ya zaidi ya thamani ya bilioni moja, sio kwa kuchangisha wafanya biashara, bali watu walikuwa wanakimbia wenyewe kufanya kwa ajili ya wananchi. Kwa naomba nichukue fursa hii kushukuru sana kwa niaba ya wagonjwa wote, kwa niaba ya wananchi walikuwa wamekata tamaa, umeibeba heshima ya Daktari Samia lakini umenitunzia heshima ya yangu kwa kwa